akiwa eneo la hatari ni mjanja kweli kweli, kijana kutoka kule Burundi anatumia uzembe au unaweza ukasema kuzubaa. Mashabiki wanapokea kwa furaha kweli kweli, ulitumbukiza ule mpira akiwa na nova novatirufunga, akageuka na mpira akiwa anaangalia na mlinda lango istakbani, yeye ananyanyua mkono kwamba mwotea, yalikuwa yale ni majuto ni mjukuu na wanadai katika ardhi ya soka la Bongo, hadithi nyingi huanzia kwa matumaini kupitia vizingiti na hufika tamati kwa mshindo au majuto. Lakini hadithi ya Hamisi Jozeri Tambwe ni hadithi ya kuchoma, kuachwa, lakini kurudi kama simba aliyejeruhiwa. Tambwe, strike mahiri kutoka Burundi aliwasili Tanzania akiwa na rekodi kali. Mfungaji hatari mwenye uzoefu wa kimataifa na jina lililokuwa linasikika Afrika Mashariki alipojiunga na Simba Sports Club, wengi waliona ni suluhisho la uhaba wa mabao. Alianza kwa moto, alifunga, akapiga pasi, akawapa mashabiki matumaini. Lakini ndani ya muda mchache upepo ulibadilika, akatemwa na Simba Sports Club kwa sababu zisizojulikana. Simba walimchukulia Tambwe kama mchezaji wa kawaida. Walisahau kuwa ukimkosa mfungaji unaukosa ushindi. Walimsahau Tambwe, wakamtupa wakamtosa, kama dhahabu iliyodhaniwa kuwa ni chuma cha kawaida. Lakini dhahabu haipotezi thamani, huenda ikachafuka kwa tope, lakini ikioshwa hung'aa upya. Na ndivyo ilivyokuwa, yanga Sports Club walimnasa Hamis Tambwe, walimwamini, walimpa nafasi ambayo Simba walimnyima na hapo ndipo Tambwe alipogeuka kuwa jinamizi la Simba Sports Club. Kila alipoikabili timu hiyo angeweza kufunga au kutengeneza nafasi ya kufunga, si kwa bahati bali kwa hasila na ushahidi kwamba walikosea. Msimu wa 2015-2016, Hamis Tambwe alifunga mabao 21 na kuwa mfungaji bora wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Jina lake likawa linatamkwa kwa sauti ya heshima, na pengine kwa Simba Sports Club ilikuwa ni kwa sauti ya majuto. Ni zahiri kwamba Tambwe walimtupa Msimbazi, Jangwani wakampokea. Simba walijua walimtupa Tambwe, lakini hawakujua walitupa historia. Alikuwa si tu mfungaji, bali taarifa ya kosa la kimkakati la Simba Sports. Alichofanya Tambwe Jangwani ni kama kulipiza. Aligeuza chuki kuwa mabao, dharau kuwa medali na maumivu kuwa motisha. Tambwe akawa nembo ya kisasi cha soka, kisasi cha dhahabu iliyoelea mtoni ikaokotwa na wale waliokuwa macho kuitafuta. Amissi Tambwe anabaki kuwa alama ya ukweli huu daima. Hii inatukumbusha kuwa katika soka si kila aliyeachwa hana thamani. Wengine wanang'aa wakiwa mbali nawe. Mimi ni Silvan Jackson, na roho Ruguru Dragons, saf journalist.